Uh, siku ya leo ni siku ya kihistoria kwa sababu leo tumeshuhudia uzinduzi wa maabara za kupima ubora na ufanisi wa nishati kwa vifaa ambavyo vinatumia umeme. Na specifically uh, leo tumeangalia uzinduzi wa maabara ambazo zinapima uh, ubora na ufanisi wa nishati kwenye majokofu lakini kwenye runinga, kwenye viyoyozi, kwenye mota za magari na mota za maji, yaani mota kwa ujumla. Lakini vile vile tumeangalia kuna kifaa ambacho kinapima uh, emission yaani analyzer ambayo inaangalia ni kwa kiasi gani majiko kwa mfano ambayo tunayatumia yana uh, chafua zile hewa, hewa ya ukaa. Kwa hiyo uh, serikali ya uh, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo, European Union lakini UNDP, UNCDF uh, tumeshirikiana kuhakikisha kwamba uh, hizi maabara zinakuwa uh, zinatumika au hii zina, zina, projekti inakamilika ina, ina na katika hii projekti. Uh, fedha zimetolewa na European Union lakini UNDP na UNCDF wenyewe wame support kwenye mambo ya technical na kiasi cha jumla ya shilingi za Tanzania bilioni tano 5 zimetumika kwenye project nzima uh, ni, labda nianze tu kusema kwamba kwa, kwa takwimu ni kwamba tumepiga hatua kubwa sana uh, sasa hivi Tanzania labda ni niongelee mambo ya umeme access ya umeme access ni kwamba una, unaweza sasa ukaunganisha umeme una umeme karibia na maeneo ambayo uh, upo kama ni vijijini au ni mjini. Sasa hivi ni tuna asilimia 85 ukilinganisha na asilimia 78 ya, ya, ya mwaka 2020 lakini connectivity vilevile vile, yani ule uwezo wa wananchi kuunganisha umeme majumbani nafikiri tuko kwenye asilimia hamsini na mbili.